Kupitia barua iliyoandikiwa askofu wa kanisa hilo Edward Mwai na kampuni ya mawakili ya Ndegwa Endegwa, Kennedy Karithi, Lempa Soinka fanya mambo na Peter Kuiruria, wanadai kwamba pesa hizo zilipatikana kwa njia ya uhalifu kwani asili yake haikufichuliwa. Bishop, katika ujenzi wa kanisa letu hapa mbali na... <laughs> mbali na ile yote tumesema, mbali na kupatiana title deed, mbali na kusema wanajeshi wasimame kando, mbali na kutengeneza barabara, si ndio? Mimi mwenyewe nitatoa milioni ishirini kwanza. Wakili Ndegwa Njiru anasema kulingana na kipengee cha 230 cha katiba ya Kenya kikisomwa pamoja na sheria ya tume ya mishahara SRC Mshahara wa Rais William Ruto ni shilingi milioni 1.443 kila mwezi, na haiwezekani kwamba angetoa kiasi cha pesa kinachozidi mapato yake yanayojulikana pasi hey, hey, na kufichua ali kuzitoa sawa. Jisas wina eh. Na hiyo harambee, nataka mnisikize vizuri mimi. Kwa hiyo mchango ya kanisa, hata mimi nataka nipatiwe polling station yangu, nipangane hey. Si ndio? Eh? Niende nipangane mimi na marafiki zangu. Nasikia bishop. Eh. Niende nipangane mimi na marafiki zangu tutafute milioni mia moja tuleta, Uweze kuwaibisha maadui wa taifa letu la Kenya. Mnamo Jumapili iliyopita Rais William Ruto alitoa mchango wa shilingi milioni 20 kwa kanisa hilo la Jesus Winners Ministry alipojumuika na waumini kwa ibada, Ruto akiahidi kutoa shilingi milioni mia moja. Hata hivyo, viongozi wa kanisa hilo wakijitokeza na kutetea mchango wa Rais Ruto. Napenda kukuomba kwa sababu tuko na mjengo, kama wewe binafsi, kama wewe binafsi, kama unaweza tupatia support ya kujenga kanisa na kwa sababu watu wameplinch hata members, hata sisi wachungaji, hata wazee wa kanisa. Kwa hivyo kwetu sisi, tulichukua rais aliplinch kama yule mshirika mwingine. Ama mgeni angetembea hiyo kanisa hiyo siku, na akute kama kuna mchango unaendelea, naye achangie. Baadhi ya viongozi wa kidini nchini Kenya wakijitokeza kutetea hatua ya Rais William Ruto kutoa mchango huo kanisani. Na, sisi tunataka kusema kwamba kuhusu mambo ya kutoa Uh, ni mambo ya kiroho ni mambo fiziko, na ni mambo pia ya kusupport uh, na kulingana na Biblia vile tungesema sisi kama watumishi wa Mungu kutoa sadaka ni njia moja ya kumwabudu Mungu uh, kulingana na neno la Mungu uh, uh, na wakati mtu anapotoa sadaka yake atoi kwa ajili ya waumini na vile vile Eh, atoi kwa ajili ya ule mhubiri ama mtumishi anatoa kwa sababu ya Mungu. Omba tafadhali sana. Huyu mtumishi wa Mungu tumuheshimu, yes. Mm -hmm. Na tumpatie heshima yake ambayo inafaa. Mm -hmm. Nimeona president ameenda pale yeye mwenyewe. Mm -hmm. Na amekuta kuna mjengo unaendelea pale wa kanisa, na yeye mwenyewe akasema nitapeana kiwango fulani cha pesa. Kwa hivyo ninaweza nikauliza wale ambao jambo hii imewakera sana wawe na utulivu na wajue ya kwamba huyu president, huyu president pamoja na president Uhuru sio mara ya kwanza wameenda mahali pale. Vijana wa Gen Z wakiapa kufanya maandamano katika kanisa hilo Jumapili hii, Wakenya wakitaka kufahamu ikiwa rais amebatilisha marufuku aliyoweka dhidi ya watumishi wa umma kushiriki harambee baada ya maandamano ya vijana wa jenzi mwaka jana. Itakumbukwa kwamba mnamo Novemba mwaka jana, maskofu wa Kanisa Katoliki nchini Kenya walimsuta Rais Ruto kutokana na mwenendo wake wa, wa kutoa mamilioni ya pesa kama mchango kanisani, ilhali wa Kenya wanaathiriwa na hali ngumu ya kiuchumi na matatizo ya kiafya, Kanisa Katoliki likimrejeshea mchango wake wa, wa shilingi milioni 5.8.